Jioni ya leo kushirikiana maneno ya Mungu na kichwa cha ujumbe nitakachozungumza ni mji wa makimbilio, mji wa makimbilio. Basi yes. Tunapokuwa na huzuni kama hii, imani zetu tuelekeze wapi? Tunapokuwa na majaribu, tukimbilie wapi? Tunapokuwa na matatizo tukimbilie wapi? Basi nisipoteze muda, nikusomee juu ya kisa hicho au juu ya somo hilo katika kile kitabu cha Hesabu na mlango wa 35 mstari wa kumi na moja na kuendelea kidogo. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie mtakakuvuka mtuiojidani na, mtunjotani, na mtunjotani, mbiji, nchi ya Kanaani ndipo mtajiwekea miji iwe miji ya makimbilio kwa ajili yenu. She, miji ya makimbilio kwa ajili gani? Sema kwa ajili yangu, sema kwa ajili yangu, kwa ajili, kwa hiyo makimbilio kwa ajili yenu, kamaaokiti kwa nje njepehe na hiyo miji itakuwa kwenu kuwa makimbilio kumkimbia mwenye kutwaa kisasi, ili si asiuawe na mwenye kumuua mtu. Ukomeetu hapo, miji ya makimbilio <coughs> na hii miji ya makimbilio ni kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu alimwambia wa Musa. Kitabu hili kilichokisoma ni kitabu kilichoandikwa na Musa, na kiliandikwa akiwa kule jangwani, wakiwa wanasafiri. Walikutana na majaribu mengi sana, sina muda kukuambia yote. Wakanung'unika, wakalalamika na nini na nini woteniambayi ndipo Musa akaandika kitabu hiki na alipokiandika mm. akakipa jina kio Hesabu. Aliandika kingine akakaba kitakakiandika kitaita Mwanzo. Kwa nini? Kinajumuisha mwanzo wa vitu vyote, mwanzo wa uumbaji, mwanzo wa taifa la Israeli, mwanzo wa mwanadamu, mwanzo wa mwanamke, mwanzo wa miti

Kinaeleza kutoka kwa wana wa Israeli, wakatoka utumwani, wakatoka utumwani wakaenda nchi ya Kanaani, wakakombolewa wakatoka, wakatoka. Ukisoma mapigo ya Kiingereza yanasema, the way out. Wewe well, the way out, njia ya kutoka nchi kule, yani unatoka mazima mazima mzima, alafu kisha kutoka urudi nyuma, hata zikurisha kwa kwa shetani. Atuangalie tena nyuma, atuangalie tena Misri. Amina, wazungumio wa kitabu Exodus anayeuasii etama izuri oteaa lakini <laughs> maana yake niu yaani, ukishatoka umetoka mzima mzima mzima, kurudi nyuma ukafanya nini huko duniani? ka Misri kinatufundisha, tunapookolewa na kutoka kwa Yesu, tusiangalie nyuma, never turn back, ni mbele kwa mbele. Bwana Yesu asifiwe! hey! Nisikufiche, ukiona kitu kizuri angalia uongozi ukoje. Ukiona nyumba nzuri angalia viongozi wakoje. Ukiona taasisi nzuri angalia viongozi wakoje. Ukikuta ili nzuri duniani ni nzuri angalia viongozi wakoje, na mshukuru Mungu. Teji, tuna viongozi very strong powerful, na ndio maana kanisa letu sio kanisa homa homa, katika jina la Yesu Amen, ni amina. Amen, ni kanisa linalotisha kada misiri baku ukisha kongolewa haturudi nyuma, ni mbili kwa mbele, never retreat never sarinda, utakutana na i ni mbili kwa mbele, kwa jina la Yesu semeni amina, semeni amina. Sasa tuje kwenye hichi kitabu kikaandikwa Hesabu. Kwa nini kiandikwe kwa hesabu? Kiliandikwa hesabu. Kiliandikwa kwa hesabu kwa sababu ya hesabu wale ujue hesabu 1 2 3 4 5 6, hizo ni nini jamani? Ni hesabu. Kwa nini ni kwa ni sababu ya matukio makubwa ya hesabu yaliyokuwepo kwenye chia cha kitabu cha hesabu. Mlango wa kwanza walifanya kitu kinaitwa ni sensa, au kuhesabu watu wanaume waweza wa kwenda vitani, wakapatikana nakitano na ni asaau toto hivyo kwa hiyo hilo ni tukio kubwa sana katika katika katika hiki kitabu. Ukija mnamo wa 26 wale walipo Israeli, walipotoka Misri, wakahesabiwa tena, walipofika kule kule walipokuwa wanafika mtu vitani kule, wakafanya hesabu nyingine tena, wawakuta wanaume wazao wana vitani vitano na na

Mungu Musa, Musa, Musa, akamwambia mkifika kisha vuka ule mto, ehe. Mkifika ile nchi ndio weka miji iwe ni miji ya makimbilio. Miji mitakatifu miji uruzili kuishi wala kujenga wala kuchunga ng'ombe ni miji mitaka hiyo nikaitwa, ni miji ya machimbilio. Sasa kwenye hii miji ya machimbilio ilikuwepo mingi, kulikuwa, ilikuwepo mikubwa na vingine vidogo vidogo vidogo vidogo. Ile mikubwa, kuna mji uliitwa Ramosi Gileadi. Ningekuwa e na ubao, eutolea ramani ya Israeli ya kale kabisa kuonyeshe gani, maeneo gani, yani imetengwa vizuri sana. Mmoja unakaa huku, mwingine katikati, mwingine maeneo kule, mwingine mwingine akaitaje gonani, na mwingine akaitamese. Hiyo mingi asiishi mtu tenga miji mitakatifu. Kwa nini? Ili iwe ni miji ya makimbilio. Ikute mfano siku moja ilitoka kusini Ruvuma, Ruvuma, Ruvuma ndio kwenye mambo ya Injili, tukatoka tukafika lidi na mke wangu, tukatoka tukafika Dar es Salaam kwa salama, tukapumzika siku moja. Sasa sikukapenda sana nikamwomba mke wangu, naomba twende Zanzibar, nikapumzika kidogo. Nikija ukumoshi mara makanisa mara watoto mara nini. Ah, nimechoka nataka kufanyaje? Pumzika nikaangalie na, shanga, na, huu, na bahari yaani nashangaa yaani na uzee huu bado nashangaa bahari. Nikiangalia bahari nasema haya maji makubwa hivi Mungu kwanza uliyatoa wapi? Alafu ni kwa nini makubwa mengi hivi? Yaani nashangaa, naanza nikakaa mpaka sasa hivi tena dua na angalia sio malizi, na angalia na kesho nitaka na angalia, na shangaa na shangaa na shangaa na mshangaa Mungu tu. Alafu najiuliza maswali mengi hayana majibu. Sasa kama ni mshamba hivi sijui, lakini baba nikamwambia kuna bahari huko. Yeye ndio yule kila siku amshangae. Lakini mimi nashangaa. Mpaka leo hii nashangaa. I don't know why. Hata mimi nashangaa ni yule uumbaji wa Mungu ulivyo wa ajabu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Najiuliza kama maswali mengi hayajibu hata moja. Mungu yatoa wapi maji makubwa hivi? Mbona mengi hivi? Mbona ya hivi? Mbona hayapungui? Maswali ndoto. Sasa ni kama mbona mke wangu, naomba tuende Zanzibar, nasikia kule baadhi kuna bichi

Nikatafuta nika taksi nikamwambia, tupeleke hoteli nzuri yenye chakula kizuri na isiyokuwa na pombe na muziki, muziki na makelele. Nataka nikae mahali palipotulia, lakini pawe karibu na baharini, ili kama saa tunataka kwenda kutembea isiwe kwenye mbali tena, mpaka utembee hapo karibu

oilijuta na ile raha yote iina kwa nini? kwa nini? kwa nini nilijuta? bahari ilikuwa imechafuka, ili ilikuwa imeli inaenda imekailira masiri napimbuka haipimbuki, inakwenda yaani, watu wanatapika vibaya zaidi. Tukafika mahali wanasema ni katikati ya bahari, kuna mkondo wa bahari. Nikauliza, mkondo wa bahari kitu gani? Asema ni mto mkubwa sana unapita chini ya maji, unaenda kwa kasi kubwa sana, sasa unapita huko chini. Sasa jiulize, bahari iko tambarare, mto huo unaenda una, una, una, hiyo power of gravity inayosukuma yeah. maji inatoka wapi? Mimi nakuambia Mungu ni waajabu sana. Wewe bahari iko tambarare hivi, lakini huku chini kuna pampu inasukuma maji yetu kuna mto na maji yanaenda kwa kasi sana. Nini kinachosukuma hayo maji kama Mungu sio waajabu? Si mimi, Mungu ni waajabu. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Haya bwana. Tulipofika pale, wanasema maeneo kama hayo kama meli imechoka choka na imepakia shehena nzito, ikifika pale haiwezi kuvuka

nafikiri wakaonekana meli na watu labda siku ya Kiama, lakini wahel, tulipofika maeneo yale tukakuta mashua inazama. Wameshachukua shehena yao wakatupa baharini, kimebaki kile kimashua, kimeshakaa hivi kimejaa maji. Tukaona vichwa tu vya wanaume, wananyosha mikono wanasema, saidia saidia, saidia <coughs> walikuwa watatu wanaume ni mahodari sana, wanaume hadiaji, hata ukimpiga naweza kufa bila kulia. Lakini ndugu, ikifika kisiku ya kufa ndio utajua <laughs> kwa hiyo walikuwa wanadia. Dereva wa meli yetu akawaona, akasimamisha meli kule, ikaribu ipinuke na yenyewe, ikarudi kwa shida. Ikakakk Ika, watu kule kwenye meli walikuwa wanalia, maana inanana hivi inanana hivi. Unaona mawimbi anakuja, unafikiri ni mawingu kumbe ni maji. Yaani tukajiona tumesha kufa pale. Ilichokuwa kinaendelea ni kila indelea, mtu alikuwa na sali. Nikamwangalia mke wangu ananena kwa lugha <laughs> sangaikashukiwa naoo. Mimi mwenyewe kila kutazamia, nanyosha mikono yote, alafu nakendea kwa sauti, kwa jina la Yesu pepo mauti uchukui mdachi Naomba. Na wengine wanapiga zile za haraka hazina <tipa> utaratibu acha nikuambie, hakuna mtu mli hahi mhi, kila mtu alikuwa anamwita Mungu wake na Paulo, uliosikia ndipo nikajua likifika la kufika. Acha nikuambia mwanaume anayebaki ni mmoja, ni Yesu Kristo peke yake katika jina <laughs> tukiwa kwenye lile zoezi manahota mina kemia bila kufungua kufunga macho na huko naogopa. Wakatoka mabaharia wakachukua kamba ndefu kule kwenye mameli yao, wakaenda wakakaa kule pembeni, wakarusha wakaisokota, wakasokota wakairusha tu kamba, ikateremka ikateremka ikateremka, kafika kule chini. Mmoja akaachia kimashua, akaongelea akaongelea, akashika kamba Wakamwambia, shika kamba. Ameshika kamba, ameng'ang'ania, ameng'ang'ania, ameng'ang'ania, ameng'ang'ania, yaani ukiachia ndiyo kwaheri. Mzee umana kwamsi, ukisha ingia kwa Yesu ng'ang'ania Yesu, shika Yesu, shika Yesu, shika Yesu, Yesu. Usiangalie huku kwingine, maana dunia imechafuka Wakavuta wakapandisha, anapelekwa hivi na upepo, anarudishwa, wanavuta tu wanavuta, shika, wanamoja shika, shika, shika, shika. Wakamuuliza kule kwenye meli ka wengine, wakamchukua pale, wakambeba mara moja, wakampeleka kwenye chumba cha daktari kule kwenda kuangalia na afya yake. Meli imeshakimbizwa na upepo kule, ikarudi tena. Watu wanasema wawacheni hao tuondoke, upepo, watu wengi, watu wanalalamika Wakarusha akaingia, tatizo liko watatu, lipo rushwa watatu, alikuwa muoga, amekamata ile mashua ile mashua amekishikilia, utafikiri kapigiwa msumari pale. Achia achia, shika kamba <laughs> <laughs> eni kasogezwa na no upepo, ikarudi tena wakarusha mara ya pili. Kwenye meli watu wanatapika, kila mtu anasali na wengine wameshaka kuzimia. Wakarudi tena mara ya tatu, wakasema tunarusha mara ya mwisho, asiposhika kamba basi tuna hatia juu ya damu hii. Kwa neema ya Mungu, alipomrushia mara ya tatu ikaanguka hapo kichwani ka na yeye akashika ka ni <laughs> makofi kwa Yesu. Wakampandisha wakamuingiza kwenye nini, kwenye meli, ndio meli. Tukaondoka pale. Tulipoondoka pale, kila mtu alikuwa kimya, hata mimi nilikuwa kimya kimya. Sitaki mnisemeshe, nimeshaogopa, nimeshatoka jasho. Nikaanza kujuta, nini kimenipeleka Zanzibar? Nini kimenipeleka Zanzibar? Ningekuja kufia huku, leo ningefia huku Ningefia huku nini nini nini nininini, ndipo Roho Mtakatifu akasema nami maneno mazuri sana, nimekupeleka Zanzibar, nimekufundisha. Nikasema unifundishe nini? Nikufundishe jinsi ine ilivyochafuka, nimechafuka kama bahari lakini Mungu alipoona jinsi anavyo wapenda watu, akachukua kamba huko mbinguni, akaisokota, akaisokota hiyo kamba, akairusha ikaja kwenye tumbo la Mariamu. Hiyo kamba ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Kila atakayeishika kamba, kila atakayefanya, atakayeishika kamba ataokolewa ishika na kuing'ang'ania, sio kushika tu mzii, kunang'ang'ania ndio utaingizwa, uta kwenye meli ambao ni uokovu, uwe salama uende mbinguni. Vinginevyo unazama na bahari, unazama na hii dunia mahala. Yesu, asante. Kumbe nimepata ushuhuda huu nikipiga kwenye mikutano ki, ya Injili nikisema wanaotaka kushika kamba njo mbele, kimbia, Yesu yuko hapa. Watu wanakuja, wanakuja kushika kamba ambayo ni nani? Ni Yesu, ni Yesu. Yesu ni kamba iliyorushwa kutoka mbinguni ikaja duniani ikaja duniani ikaja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na namshukuru Mungu kwamba Mungu kumbe anatupeleka katika shughuli zingine sio za Biblia, ni shule za, za, kihukuma, za chihayo, lakin, kamba, kwenye maisha ni shule za kihuduma, ni shule za afiache hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nataka nikuambie ni kwamba mtu akisha ingia kwenye mji wa makimbilio usiangalie nyuma usiangalie nyuma, ukisha ishika hiyo kamba, baba, ishike na kama kuna mtu hapa hujaokoka, ya mkini, haya ndio mahubiri yako ya mwisho, ya ushike hii kamba, nani ajua itarushwa kwako tena, nani ayuwa... Kwa hiyo kama huku hapa hujaokoka, ndo ukoka, ukoka mazima mazima, potelea mbali katika jina la amina. Ni? Yesu, semeni amina. umetenda nini? damu ya Yesu ina thamani wewe, hii damu ya Yesu ina thamani wewe

Hebu tusimame pale tulipo tumshukuru Mungu kwa maneno haya ya faraja. Amen. Tuamini kwamba kwa Yesu ataenda kutuweka huruaza chiiniale